Na mtazamaji wa wabamoja, kati ya vitu ambavyo vime make headline leo hii ni kuhusiana na ile ngoma ya Dula Makabila ambayo alikuwa ameiahidi kwamba ataitoa. Ni kwamba rasmi tayari ameshafanikisha swala hilo na hiitokea siku ya jana. Alishaanza kutoa taarifa kwa wadau na watu mbalimbali ambao walikuwa wanafuatilia kile ambacho so, hii ya wimbo wabilutokana nawamba inafahamia sahkmbnazungumzwa zadi ya Zailisa kuachana na Haji Manara. Sasa huyu Zailisa alikuwa na history ambayo iko nyuma yake ambapo inafahamika kabisa kwamba Zailisa bwana alikuwa katika relationship na Dulla Makabila. Kwa hiyo Zailisa ni ex wa Dulla. Sasa basi, kutokana na, na hivyo basi moja kwa moja hii imepelekea Dula Makabila baada ya kuachana na Zailisa na Zailisa kwenda kuolewa na Haji Manara ni kwamba eh, eh, baada ya kuachwa, baada ya kuachwa na Zailisa, na na Zailisa, Zailisa so, na kwa hiyo ni kitu at the end of the day ni kwamba kuachana au kuachika kwa Zailisa kumesababisha Dulla Makabila iwe imekuwa kama shu, kama furaha kwake imekuwa kama sherehe kwake, na ameamua kutoa nyimbo so alianza kutizi tokea jana. Yona bwana, eh? Baada ya hizi habari kusambaa huko mitandaoni kwamba Zailisa na Manara kwisha eh, ni kwamba Dula akaanza kutizi tokea jana, akiwa anasema kwamba mnataka saa ngapi, aliuliza hivyo, na kila mtu akawa ameshaelewa kabisa kwamba kama amesema hivyo, ina maana kwamba je, mnataka saa ngapi aachie huo wimbo. Na pia vile vile Rushaina ambaye ni rafiki wa karibu wa Dula Makabila, ambaye na yeye pia huyu Rushaina ana history katika hiyo relationship ya Zai na Haji, kwa sababu yeye rafiki Rushaina alikuwa ni ex wife wa Haji Manara meona bwana, so Rushaina na Dula wana ukaribu fulani hivi, kwa sababu wote walikuwa wameachwa na wapenzi wao, alafu wapenzi wao wakaenda kuolewa na watu wao. Meona bwana, so at the end of the day Rushaina ndo akavujisha hiyo habari kwa mara ya kwanza, akidai kwamba Dula Makabila tayari yuko katika E, tayari ameshatengeneza wimbo baada tu ya Zai kuachwa na Manara au Manara kuachwa na Zai. So Rushaina akasema akawa nam, anamsisitiza Dula Makabila aachie huo wimbo as soon as possible, vinginevyo yeye atauvujisha. So Dula Makabila akaja tena katika ukurasa wake wa Instagram na akatangaza rasmi kwamba majira ya saa sita usiku nawaibia an, eh, na siri wimbo unaitwa Arudi Uswahilini. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mpaka hapo watu wakawa wameshaelewa kabisa kwamba Dulla Makabila tayari ameshatengeneza ngoma na akatoa mpaka title ya wimbo huu unaitwa rudi Arudi Uswahilini, kwamba huo ndo wimbo ambao ameutunga kwa kuhusiana na tukio ambalo limetokea kati ya Zailisa na Manara. So wadau wengi sana hapo walibaki kucheka tu, kwa mfano wasikana amecheka sana. Kuna mtu hapa anaitwa Official Naila anasema kwamba bwana, saa sita ndo hii sasa, mbona hujatoa? Watu walikuwa nasubiri huo wimbo mpaka saa sita. Kuna mtu kuna mtu hapa amekuja amecomment na sasa kwamba bwana ungeuita mzungu. Bwana sasa, mbona imefika saa sita hujatoa? So at the end of the day ni kwamba huyu, maana watu wengi sana hapa walikuwa na usubiri huu wimbo, so huyu Dulla Makabila akaja akaamua kuachia hiyo ngoma, na sasa hivi ni moja kati ya ngoma ambazo zinazungumzwa sana kutokana na mashairi ambayo Dulla ameyaimba humo ndani. Umeelewa, eh. Kwa ni moja kati ya track ambazo zina trend, automatically, na kila mtu nadhani atakuwa anaelewa kabisa kwamba hiyo ngoma ilikuwa ina trend bila mashaka. Na moja kati ya verse ambazo zimesikika, moja kati ya mistari ambayo imesikika katika ngoma hiyo ambayo ime make headline ni hii hapa. Kuna page hapa imekuja kunukuu, eh, baadhi ya mistari ambayo imesikika katika wimbo wa Dula Makabila. Wameandika kwamba Dula Makabila hajataka kupitwa na hili sakata la aliyekuwa mke wake Zailisa kutalikiana na mumewe Haji Manara. Ametia neno lake kwa njia ya wimbo aliyoutoa leo hii, ambapo mashairi yake alisikika Dulla Makabila akisema kwamba kisicho riziki hakiliki eh, ukatai ukubali, bora ungenunua mirungi pesa uliolipia mahali, maana we mzungu unapenda ndoa ila zote mwisho chali. Mzungu huna eh, huna mwamvuli uliendaje jua kali? Mambo hayo. Huyu ni mtunzi mzuri. Hiyo lazima tuweke clear kwamba Dulla Makabila ni mtunzi mzuri sana na katika hii ngoma kiukweli, mashairi kama unavyoona yamesimama, yana make sense na yanaburudisha vile vile. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mtu nadhani alikuwa na expect hapo bwana. Kwa hiyo kutokana na utunzi mzuri, kutokana na story, history ambayo iko nyuma yake, kutokana na kiki pia ambayo inaendelea sasa hivi hapa town, wimbo wa Dulla Makabila bwana umekuwa very successful huko YouTube sasa hivi tokea alivyotoa, huko trending namba 23, ukizingatia kwamba ametoa masaa machache tu yaliyopita. Unaona bwana no? So hapa wadau pia wamekuja kuweka maoni yao kwa mfano huyu hapa amesema kwamba bwana, Dula msanii e, Dula Mswahili sana ka e, hana mwamvuli aliendaje jua kali? Kuna mtu ameshangaa, huo mstari umemwacha hoi bwana, kwani yeye pia alitangulia kulipa mahali yake angenunulia hata kitu kingine. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu bwana, haya ndo mambo ambayo ninayoyapenda mimi. Sasa mjini kweli kumechangamka kwa mda, sababu kwamba bwana, unatafuta mzungu, unamtafuta mzungu eh, acheleweshi yule kukufungulia mashtaka. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu bwana, daa, bongo tunaenda wapi? Hii nyimbo kweli ya kumuim, ya kuimbia watu eh, uwezo mdogo sana wa kupunguza uwezo, uwezo mdogo sana punguza chuki na na kuwabeba watu waliokukosea wali e, ikiwa Mungu ana, unapomkosea yeye huwaga anahitaji ana msamaha na anasamehe kutoka kwake, iweje wewe unashindwa kusamehe? Unaendelea ukaendelea na maisha yako, mtoto wa kiume, tazama mbele usiwe fala kama mafala wengine. Kwa mtu amekuja kuandika hivyo kuonyesha kwamba yeye hajapendezwa na kile ambacho Dulla Makabila amekiimba katika, e, katika wimbo ambao ameutoa mtu mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana, ila Dulla kiukweli, simpendi huyu kaka, anapenda sana sifa, yaani anapenda sana sifa. Anasema kwamba hela, angekuwa na hela wangenunua mirungi. Yeye aliye yeye alioa bure, ameuliza hivyo. Mm-hmm. Haya mambo hayo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kwao. Kuna watu wameupokea huu wimbo positively, kuna watu pia wamepokea wimbo huu negatively. Kwa hiyo inamaana kwamba kuna watu hawajaupendezwa na kitendo cha Dulla Makabila kuwaimba wenzie katika wimbo huu eh, baada tu ya kuachana umeona bwana lakini mashairi bwana yamenyoka eh, na actually sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba tayari ngoma imeshafika mpaka namba ishirini na moja. Ilikuwa namba ishirini na tatu, imepanda, iko namba ishirini na moja. Yeah, so main point ambayo ameimba humo ndani Dulla Makabila ni kwamba, nyimbo kama alivyosema, kwamba inaitwa mwache arudi Uswahilini, na anadai kwamba huyu mwanamke alikuwa yuko kwa mzungu, mzungu akamuita huyu mwanamke twiga, lakini mwisho wa siku huyu mwanamke amegeuka kuwa fisi. Kwa hiyo wewe mzungu, huyo mwanamke bora tu umwache, umwache arudi Uswahilini, maana maisha ya kizungu hayawezi Meona bwana. So hiyo ndo point ambazo ameziimba humo ndani eh, huyu Dula Makabila na kiukweli, ukisikiliza huo wimbo unaweza ukacheka mpaka basi, na ukaamini kwamba kweli huyu jamaa akikutana, eh, na watu ambao wana ghadhabu wanaweza wakamshughulikia, kwa sababu eh, ni wimbo mzuri kiasi kwamba kama kwa, ni, ni wimbo mzuri kwa mashabiki, lakini kwa wenyewe nadhani huwa akiusikiliza wanaweza kujisikia vibaya. Na hii issue, hebu tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.